Kuja kudanganya aje? Straight forward niwakumbushe, mimi ni professional soldier, askari mnajua ni nini. Kwa hiyo mwambieni asiye mwoga eh, na ni mtu mwema hivi. Alinieleza mambo kadhaa na afanyia kazi hmm, eh. Pamoja na mengine yote, mipango yenu kunidhuru iko mezani ee, naifanyia kazi ee, sisi kule kwenye medani chakabuzi tunasema kumpiga busu mamba mm. Kule kwenye medani e, maeneo yetu ya kujidai kule, tuna theori yetu moja ya kumpiga busu mamba ee, zamani tulikuwa tunasema kumshika simba korodani lakini ilishakwisha. Siku hizi kuna kumpiga busu mamba. Eh, mipango yenu ya kunidhuru iko mezani eh, mnakaribishwa kwa sababu kwangu kufa ni faida eh, na kuishi ni Kristo eh, pamoja na mambo mengine yote mimi, Yesu Kristo ndo mpango mzima na mwamini Mungu eh, mkifanikiwa <laughs> uh, Watanzania niwaeleze kitu kimoja. Kundi hili la wanamtandao ya huni ni kundi baya sana. Angalieni nchi yetu ilipofika mpaka sasa, nchi imejaa taharuki, nchi wana nchi wamekufa, alafu watu wanafanya sherehe. Wameshinda, nani alipiga kura eh? hali za watu zinazidi kuwa duni. Watanzania tusiogope, kila mmoja kwa nafsi yake asimame apaze sauti kwa vitendo, kwa vitendo kabisa. Mm. niko Tanzania tarehe tisa tutaanzia pale Masaki, tukitoka tunakuja Mikocheni, tukutane huko. Mungu ibariki Tanzania. E, ndugu wa Tanzania nakuja mbele zenu tena kwa shukuru kwa wingi wenu, kwa kila jitihada ambazo mmezionyesha na ushirikiano kutoka katika familia ya Polepole. Zimepita siku kumi na nne toka mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa na ndugu Mafwele. Genge la Mafwele ni genge nufaika na mfumo uliopo, wako wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanajipambanua mmoja baada ya mwingine. Kutokana na shauri liko mahakamani, kuna baadhi ya watu sitawataja leo, lakini ikumbukwe siku zilizopita kulikuwa kuna wiki ya maji, wiki ya vijana, wiki ya vijana soro, wiki ya vijana na wiki hii ya vijana ilifanyika mkoani Mbeya. Waziri mwenye dhamana alipokuwa akipita kwenye mabanda kukagua, sijui ilikuwa ni shughuli gani, alieleza waziwazi wazi. alieleza waziwazi wazi kwamba anajua Humphrey yuko wapi. maisha haiwezekani tena. maisha hayako tena. Yes! Yes!